Vodacom, kazi ni kwako sasa. Tulikubaliana ya kwamba tutaenda kurejea na kuangalia vyema juu ya taarifa ambayo tumezitoa maana, leo ndio siku ambapo mkataba wetu utaanza kutumika sasa. So, kama kutakuwa na mabadiliko wiki hii ilikuwa ni ya kufanya mabadiliko, na maana ya wiki iliyoanza tarehe mbili mwezi wa tano siku ya Jumatatu. Kama hakuna mabadiliko manake, tunaendelea sasa na kuamini ya kwamba taarifa zilizotoa hizo sahihi, na ndapo rais ataamua kuunda tume kama aliyopeleka Shinyanga na mikoa mengine, basi kwa upande wetu sisi, mimi na wakuu wangu wa wilaya na lazima tutakuwa tumejua kwamba taarifa ulizotupa ndio sahihi, na yeye bwana mkubwa akipata, tunategemea e, utafiti wake au uchunguzi wake au uchunguzi wa wizara hiyo utaenda kwenye idadi ile ile ambayo wewe umeishia. Lakini pia niliwambia siku ile, ni vyema kukumbuka na wale watu ambao wanategemewa kustaafu mwaka huu. Sasa kuna watu wengine wanastaafu mwaka huu, lakini sasa kama hamtaonyesha, alafu ikaundwa tume ikaja ikachunguza mwezi wa saba, kumbe wewe haukuweka indicator ya kwamba kuna mtu anastaafu mwezi wa saba, maana yake moja kwa moja utakuwa umeingia kwenye kundi la kusabika kuwa huyo mtu hukumtolea taarifa kikamilifu. Kwa nategemea pia hilo mlilizingatia. Kama ndio hivyo irasi, naomba tu tupitishe sasa, kwa taarifa ambazo kama umepata wamekuletea, au maafisa utumishi watupe taarifa zao kwa ujumla, au mkurugenzi atoe taarifa za halmashauri yake kwa ujumla, ili e tufike kwenye mahesabu yale ambayo tujue sasa tumefunga ili zoezi, kitakachofuata sasa ni utekelezaji tu wa yale ambayo Mungu atatuelekeza watumishi waliopatikana kwa awamu ya tatu ni watumishi ishirini na moja wakiwa kwamba watoro ni kumi na saba waliofariki ni wawili, mstaafu mmoja, na likizwe bila malipo mmoja. Watumishi hewa kwa manispaa ya Ilala watoro ni ishirini na saba waliofariki ni sifuri waliostaafu ni sifuri likizwe bila malipo mmoja, lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa wamekuja na vocabulary mpya kwamba wasiojulikana ni kumi na moja. Nimejaribu kuwatafuta wasiojulikana, wananieleza kwamba wao wamekuta tu wako kwenye payroll ya mshahara, lakini hawajui wako wapi wala hawajawahi kuripoti kwao kwa kuwa idara hawajawahi kuonekana kwa, kwa hiyo wanawaita wasiojulikana wako kumi na moja. Kwa hiyo jumla yao ni 39. 9 mwenye Mheshimiwa mwenyekiti kwa wilaya ya Kinondoni wao wamepata watoro kumi na wanne. Hawa watoro kumi na nne hawana waliostaafu, hawana waliofariki, wala hawana walioenda likizo bila malipo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wilaya ya Temeke jumla ya fedha zilitumika ni milioni mia kwa wilaya ya Ilala ni milioni 382 laki 347 na kwa manispaa ya Kinondoni ni milioni mia moja ishirini laki mbili na sabini na nne na mia mbili. Jumla ya fedha zote kwa awamu ya tatu, mheshimiwa mwenyekiti, ni milioni 724 laki 723 na 280. Jumla ya watumishi kwa awamu zote tatu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni watumishi hewa 283 na, na jumla ya fedha zilizopotea au batili ni bilioni 3 milioni 636 laki moja sabini na moja na mia saba na mia tano themanini na nne na pointi themanini, na mbili. Hiyo ndo hali halisi mheshimiwa mkuu wa mkoa nini hebu e, cheki madudu yaliyoko kwenye kwenye wilaya yako kwenye halmashauri yako manispaa yako, kwa sababu ukipitia kwenye hii ripoti hapa mi ndo naiona hapa lakini kuna vitu vinatokea vinatoa kabisa picha ya kwamba ni mpaka vitisho watu ndio wafanye wafanye kazi. Jamani, sasa tuna bilioni tatu na milioni mia sita, bilioni tatu na milioni mia sita. Lakini changamoto moja tulionayo ni kwamba eiza hatufanyi kazi kwa sababu au tunafanya kazi kwa sababu, ukiangalia huwezi kuwa na watumishi ambao hawajulikani kumi na moja na wanaendelea kula hela ya nchi, na wewe ndio una na jukumu la kujua watumishi unaopaswa kuwa nao kwenye manispaa yako. Maanake sasa hivi tulipofikia hapa, ndugu zangu, hatuishi tena kwa mujibu wa viapo vyetu. Hatuishi tena au hatufanyi kazi kwa mujibu wa mikataba ya kazi zetu, wala majukumu tuliopewa kama wakuu wa idara, bali tunaishi kwa maelekezo ya rais wetu, ambaye mpaka aseme nini tufanye ndio tunafanya kazi. Mwisho wa siku, sisi hao ndio tunatoka kumtangaza na dikteta Yaani, wewe ni mkuu wa idara hujui watu wako. Wewe ni afisa utumishi hujui watu wako. Rais akielekeza, nyinyi hawa hawa mnatoka mahala mnaenda kusema, hu rais huyu ni dikteta. Kila mmoja akirejea kwenye majukumu yake ya kazi anajua nini anapaswa kufanya, na ndio maana kazi inakuwa ngumu kweli, kwa sababu kuna watu unakuta manispaa moja wanaofanya kazi kwa kujituma hawazidi kumi. Sasa mwendo tunaenda nao mpaka lini? Wakurugenzi wangu mwendo tunaenda nao mpaka lini? Yaani unakuwaje na mkuu wa idara afu, hakuna kitu ambacho sipendi kama kusikia malalamiko tu. Una mkuu wa idara wa ovyo unabaki kumlalamikia tu mkuu wa idara ah, yani, mimi si nafanyaje nimeshamwandikia kimemo, nimeshamwandikia barua, nimesha mu... Yaani wewe una, una mtu wa ovyo utaki unaendelea ku, kulalamika manake, ukiendelea kulalamika wewe ndio tatizo, yeye sio tatizo. Mamlaka za nizamu ziko mikononi mwenu, wakurugenzi, lazima mchukue hatua.